Habari za wakati huu ndugu mtazamaji, nakukaribisha tena katika darasa letu la kompyuta, na siku ya leo nitaenda kukufundisha namna ya kutengeneza mafaili, kwa wale wanafunzi wangu ambao wameanza kujifunza kompyuta. Tukiwa tunatumia kompyuta, basi asilimia kubwa tunatunza vitu katika mafaili mbalimbali mbali. kwa hiyo ni lazima ufahamu namna ya kutengeneza faili ili iweze kusaidia kutunza vitu vyako, ili unapokuwa unatafuta na unapokuwa umekuja kwa ajili ya kufanya kitu fulani, unajua kabisa faili langu hili lipo katika sehemu fulani, au kitu hicho ambacho natafuta kipo katika faili ambalo lina jina fulani. Kwa hiyo kutengeneza faili ni rahisi tu. Una, ukiwa katika desktop hapa kwenye kioo utakliki kulia. Utaenda sehemu ambako imeandika new, utachagua folder, itafunguka hapo ikiwa ina highlight ya blue, ambayo itakuruhusu kufuta kwa backspace na kuandika jina ambalo wewe unataka. Mfano, hili faili nataka labda lisomeke labda basata. Kwa hiyo nikishamaliza nitabonyeza enter na nitakuwa tayari nimetengeneza faili langu. Kwa hiyo katika hilo faili naweza kuweka document ya, unaweza kuweka picha, naweza kuweka video na vitu vingine ambavyo vinahusiana na kompyuta. Kwa ko ni rahisi tu. Kwa namna nyingine unaweza usitengeneze hapa kwenye desktop, kaingia ndani ya kompyuta, utaingia kwenye this PC, utaifungua, utachagua labda kama kwenye document au kwenye download na sehemu nyingine, hata kwenye hizi diski unaweza kuingia huku na ukatengeneza faili ambalo unaweza ukawekea kumbukumbu zako kwa wakati. Unaona kuna faili ambazo zinatumika zipo, ambazo tumezitengeneza ziko nyingi. Kwa hiyo sasa wewe unaweza kuingia huku, au unaweza ukaingia kwenye document uka ukakliki kulia, kama uliofanya kule, ukaenda kwenye new, new folder, alafu uka ukaweka nini, ukaweka jina la faili labda faili langu linaitwa saa nane, nitaweka enter tayari. Nitakuwa nimeweza kufanyaje? Kutengeneza faili. Kwa hiyo ni rahisi tu na naweza kuifanya kirahisi kwa namna hiyo. Faili kama ulivyoweza kutengeneza, linaweza kuwa umetengeneza faili ambalo ni la kwa kwako binafsi, labda kama ni mtumiaji wa kompyuta hii, lakini kuna mtu mwingine anatumia kompyuta hii hii na unahitaji kutunza kumbukumbu zako tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo kwanza utatengeneza faili kama tulivyotengeneza, labda basata, alafu ndani yake utakuwa na utengano. Maana yake utatengeneza mafaili mengine, faili ndani ya faili, kwa ajili ya kutenga vile vitu vyako. Inawezekana una faili la basata, lakini ndani yake kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatofautiana mfano labda naweza nikawa mimi napenda sana mziki nikatengeneza faili kama tulivyoelekeza, nikaandika music, ikanta. Lakini hii faili ndani yake kumbe miziki ina utofauti labda, ntabonyeza, ntatengeneza ndani humu mtena faili la mziki, ambako labda nitasema katika hiyo miziki kuna mziki labda wataarabu kwa hiyo nyimbo ambazo zinahusika na hiyo aina ya mziki nitakuja kuziweka kwenye faili la taarabu. Lakini hapo hapo tena, ndani ya hilo faili la mziki nitatengeneza faili lingine ambalo labda miziki ya aina ya R&B, kwa nikipata aina hiyo ya mziki nitakuja kuweka kwenye faili ya R&B. Lakini naweza pia nikawa ninapenda mziki, lakini mziki mingine ambayo naipenda ikawa ni labda kwaya. Nitatengeneza faili itatengeneza kwa hiyo itakusaidia pindi umekuja kwenye kompyuta yako na faili lako ni la mziki, utaingia utachagua ni mziki aina gani kwa wakati huo unahitaji kusikiliza. Kama ni kwaya, basi utaingia kwenye kwaya na ipo kwenye kwaya. Kwa hiyo ni namna ambapo faili zinatumika kwa ajili ya kupanga dokumenti au vitu mbalimbali mbali ambavyo unavitumia katika kompyuta yako. Nawashukuru sana, karibuni sana katika darasa letu la kompyuta. Tuendelee kujifunza mambo mbalimbali. Asante.